Leo tutaangalia hotuba ya kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei katika mkutano na makamanda wa kijeshi wa Iran wakati wa kusherehekea mwaka mpya wa Kiajemi. Alitoa ujumbe mzito. Kwanza kabisa, Khamenei hakusita kuzungumzia maadui wa Iran. Alisema kuwa maadui hawa wamekata tamaa na wamekasirika kutokana na maendeleo ya Jamhuri ya Kiislamu licha ya changamoto za kiuchumi. Kiongozi mkuu alisisitiza maendeleo makubwa ya taifa khamenei alisisitiza umuhimu wa kujiandaa kijeshi. Alisisitiza kuimarisha wafanyakazi, kuboresha vifaa na mipango ya ulinzi. Kwa mujibu wake, utayari huu unahusiana moja kwa moja na imani thabiti katika malengo ya Iran na njia iliyochagua. Alionya kuhusu mipango ya maadui inayolenga kudhoofisha imani hii. Cha kushangaza, Khamenei alibainisha chanzo cha uadui dhidi ya Iran. Sio jina la jamhuri ya Kiislamu tu linalowatumbua maadui zake, bali ni kujitolea kwa taifa kudumisha uhuru wake na utambulisho wake wa kipekee. Changanyiko huu wa Uislamu na uhuru ndio unaozikathirisha mataifa makubwa duniani. Akizungumzia mataifa makubwa, Khamenei hakusita kukosoa viwango vyao viwili. Aliwakosoa kwa kumiliki silaha za maangamizi huku wakiwalaani wengine kwa makosa madogo. Alisisitiza umuhimu wa imani, azma, ujasiri na kumtegemea Mungu ndani ya vikosi vya jeshi. Historia imejaa mifano ya majeshi yenye nguvu kimwili yaliyoshindwa kutokana na ukosefu wa sifa hizi. Huku akitambua maendeleo yaliyopatikana, Khamenei alikiri changamoto za kiuchumi zinazoikabili alihimiza kushughulikia mapungufu haya ili kuhakikisha kwamba maendeleo hayatizwi na masuala ambayo hayajatatuliwa. Mwishowe, tukio muhimu la kitamaduni lilitokea hivi karibuni linaloonyesha utajiri wa Iran. Kasem Mokadami, msomaji maarufu wa Quran nchini Iran, alikuwa mgeni katika mashindano ya fardii ya kimataifa ya Quran nchini Iran. Alisoma aya kutoka sura Taha, akionyesha utajiri wa urithi wa kitamaduni unaoendelea kustawi. Kwa kumalizia, hotuba ya ayatollah Khamenei ni ukumbusho wa ujasiri wa Iran. Inaonyesha kujitolea kwa taifa kwa misingi yake licha ya changamoto za kimataifa. Iwe ni utayari wa kijeshi, mageuzi ya kiuchumi au fahari ya kitamaduni, Iran inaendelea kusonga mbele bila kujali hasira za maadui zake.